Tukizidi kutafakari hayo, waziri wa kilimo katika serikali ya kaunti ya Kakamega Moffat Mandela anawaonya maafisa wa serikali ambao wanahusika na ukora katika miradi ya kilimo ya serikali hasa ya kugawa ng'ombe wa maziwa akisema wanaendeleza uchunguzi na watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Dan Dunde. Ameyasema haya alipopeana ng'ombe kwa wakulima eneo la Lurambi chini ya mradi wa serikali ya kaunti ambapo walionufaika na ng'ombe wanapeana ndama kwa wakulima wengine, bila ya kutoka kwa mkulima iende kwa mkulima, wanacheza karata hapo katikati. Si kweli. Nitafuatilia, mtaona yale yatafanyika. Hatuwezi kuwa wafanyikazi wa serikali nyinyi mmetupea nafasi ile kidogo ambayo inafaa iwafikie tena ipotelee kwa mikono yetu. Kama itafanyika haitafanyika mimi nikiwa hapa, tutangoja kwanza nitoke alafu ifanye nini ifanyike. Zile ng'ombe zine kwa makatazi zimekufa, lakini ukienda mahali iko kwa kamba, si ndio tujue ile ng'ombe ambayo imepotea. Wale wakulima pia ambao ni wakora akipewa ng'ombe ikishazaa anasema ndama imekufa na ndama iko. Si mambo inafanyika hiyo? Ndio mambo tunataka tufuatilie tunataka hii mradi ikuwe kubwa. Wale ambao hawapati ng'ombe ya kaunti wanapata AI services. AI services sahi ni shida kubwa sana, nimeangazia mahali tulikuwa tunapeana AI, hatuna hata mitungi ya kupeana AI na mambo kama hayo. Waziri huyo vilevile amekuzia vile swala la mradi wa samaki, akisema kuwa serikali ya kaunti ya, ya Kakamega imeweka mikakati ya kuboresha kilimo hicho ili kifaidi wakulima na kuboresha pato wakulima wa samaki ambao wako hapa Mpango wetu kwa samaki ni rahisi sana. Tumesema shida kubwa ya wakulima wa samaki ni kwamba hamuna mahali mnaweza pata fingerlings, quality fingerlings. Naenda unanunua fingerlings, ukiweka kwa kwa kisima, zinazaana fingerlings. Hazifai kuzaana kama ni samaki ya kuuza. Kwa hivyo tunashirikiana na shirika linaloitwa Aquarage. Tunataka watu wa wa wa run hatcheries zetu, manake wakulima wetu wanahangaika, na tuko na hatcheries mzuri, tuko na hatcheries Shinyalu Isugha e, hachari ili gharimu shilingi milioni karibu 33. Tuko na hachari kule Huisero ili gharimu shilingi milioni 38, na wakulima wetu hawapati fingerlings. Tunashirikiana na aquar waendeshe hachari tugawane samaki. Naye afisa mkuu katika wizara hiyo anayesimamia mifugo Jessica Wasonga amewaonya wakulima ambao hawapeani taarifa kamili kuhusiana na ng'ombe wao, huku pia akiwahimiza wakulima kuona kwamba wanatumia maafisa wa serikali kutibu mifugo wao. Wakulima tuliwapatia ng'ombe, wamepata ndama, lakini wanakataa kupeana hiyo ndama. Inakuwa kwamba ni challenge kwetu kwa sababu tunashindwa kupeana the next eh, wanahold eh, ng'ombe ya mkulima mwenzao. Kwa hivyo hivyo kama county government tumeona kuanzia next week tutakuja ground tuweze kufanya investigation kuanzia mwanzo tangu 2018 tuone ni wakulima gani walipewa ng'ombe wards gani kwa sababu tuna data tuko nayo inasema every ward ilikuwa inapewa mara ya kwanza uh, ng'ombe kumi kila ward na tuko ward 60 kwa hivyo ng'ombe ziko hapa lakini sasa hatujui zimeenda wapi tunaingia ground to make sure, tuna investigate, tupate wakulima walio na ng'ombe ya county ili tuone to make sure ya kwamba wana paso ndama kwa wakulima wenzao. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Rambi, kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.